Mzamani na mzama kwamba, taarifa njema. Pia kuna wengine ambao walijitokeza, miongoni mwao gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, ambao walisema watahakikisha kwamba dada yetu huyo anapata elimu bila kuhangaika kama anavyohangaika kwa sasa. Mtazamaji, mvutano umeibuka kuhusu ujenzi wa kituo cha kutengeneza laki eneo la Ruiru kaunti ya Kiambu, huku wakazi wa vijiji vya Gitambaya na Memli wakionekana kuvutana. Baadhi ya wakazi hao wameelezea upinzani wao kuhusiana na kujengwa kwa kiwanda hicho, wakisema ni hatari kwa mandhari ya afya. Hata hivyo, kama kama Mwangi anavyoarifu, wengine wamesifia kuwa kitabadili maisha ya eneo hilo kiuchumi. Pendekezo la kuanzishwa kwa kiwanda cha kutengeneza lami, kokoto na simiti katika uwanja huu ndilo limechangia mkao wa wakaazi kutoka maeneo jirani ya Gitambaya na Membley, wengi wakionekana kukataa kujengwa kwa kiwanda hiki. Wanaokataa kujengwa kwa kiwanda hiki wamehofia madhara ya kiafya yatakayotokana na shughuli za usagaji wa bidhaa hizi, zaidi ukungu ambao huchanganyika na hewa wanayopumua. We came here many years.

80% of us in three years will be wearing hearing aids. Kuna bairato. Ila nao majirani wao upande wa pili wakitazama kuanzishwa kwa kiwanda hiki kama nafasi ya ajira kwa vijana wengi ambao hawana kazi za kudumu na watakaonufaika pakubwa na nafasi zitakazojitokeza. Nyinyi yua fin financial manso, mko sawa kimfuko, mko sawa hata venye mlikomunicate, mko sawa lakini, sisi watu wetu wengi wako kule mtaa Kampuni iko sawa ivo, wamesema watatengeneza mambo ya hizo mashida kidogo kidogo. Tutashukuru sana na vijana wetu wakuwe wamepata kazi, hatutakuwa na ma -idlers. Hata hivyo, viwanda vilivyo eneo hili zaidi vilivyo kwenye utengezaji wa bidhaa za kuliwa vinaonya kufunganya virago ikiwa kiwanda cha aina hii kitakubaliwa eneo hili, na matokeo ya uamuzi huu itakuwa ni kupotea kwa nafasi zaidi ya 800 za ajira, huku familia zaidi ya laki tatu zikiathirika We Reason being considering that proximity of our coffee processing facility which strictly adheres to food safety and quality standards to maintain certification and meet export requirements That is um... Kamau Mwangi, runinga ya Citizen